Matarajio yetu ya baadaye, kama Wakala wa Vipimo ni kuendelea kufungua ofisi katika sehemu mbalimbali ambazo zimeonekana zina ukuaji wa shughuli za kijamii na kiuchumi, lakini pia kuendelea kutoa elimu kuhusiana na matakwa ya sheria ya vipimo na umuhimu wa matumizi ya vipimo sahihi. Nimalizie ndugu zangu waandishi wa habari kwa kusema kuwa tu Wakala wa Vipimo inaahidi kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na ufanisi kwa kuendelea kusimamia matakwa ya sheria ya vipimo sura ya 340 kwa kusaidiana kufanya kazi sambamba na wadau mbalimbali walioko katika sekta mbalimbali mbali, kama vile sekta ya mafuta, sekta ya madini. Kama mnavyofahamu kwamba madini ndio keki ya taifa, na sisi kama wakala wa vipimo tunawajibika kuhakikisha vipimo vinavyotumika kwenye sekta hiyo viko katika usahihi unaokubalika kimataifa. Lakini wadau wenzetu wa sekta ya usafirishaji, pia tunafanya nao kazi kwa karibu sana kuhakikisha barabara zetu zinalindwa kupitia vipimo ambavyo ni sahihi, lakini pia wadau wa sekta ya kilimo. Na ningependa pia nichukue fursa hii kwenye jukwaa hili kuwapongeza wadau mbalimbali wa kilimo. Tulikuwa na tatizo la muda mrefu la lombesa. Lombesa ni ufungashaji wa mazao ya shamba katika gunia ambalo umezidi kilo mia moja. Ndio tafsiri sahihi ya lombesa. Kwa leo ukisema kuna rumbesa lazima uchukue mzani ukapime na uone kwamba gunia lile sasa limezidi kilo 100. Niwashukuru wadau wote wa kilimo. Sasa hivi tumepiga hatua sana. Rumbesa ni kidogo sana. Ni kwa wale tu wakulima ambao ni wageni sasa wameanza kuingia kwenye kufungasha mazao hayo ya shamba. Ndugu zangu waandishi wa habari, mashirikiano haya ni muhimu katika sekta zote ili kuwa na mchango mkubwa kwenye kuongeza pato la taifa lakini pia ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Ndugu zangu waandishi wa habari, aidha Wakala wa Vipimo itaendelea kushiriki kikamilifu katika kukamilisha miradi ya kimkakati kama vile miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, tunaona barabara nyingi zinajengwa, lakini pia mradi ule wa wa bwawa la Nyerere ambao tunategemea utatoa megawati takriban elfu mbili mia moja na kumi na tano. Sisi kama Wakala wa Vipimo tunashiriki kikamilifu kwenye miradi ile kuhakikisha vipimo vinavyotumika kwenye maeneo yale viko katika usahihi unaokubalika kimataifa. Lakini vile vile tunashiriki kwenye mradi wa kimkakati wa SGR, mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya kiwango cha kimataifa, tunashiriki kuhakikisha kwamba materiali yanayokwenda kwenye miradi ile kiwemo nondo, flat bar, square pipe ziko katika kipimo ambacho ni sahihi. Lakini pia, pampu za kuzia mafuta ziko katika kipimo ambacho ni sahihi. Lakini pia maloli yanayotumika katika miradi hii yamekaguliwa na yako katika ujazo ambao unakubalika kimataifa.